You are here sleeping. Like, seriously, what kind of a believer are you? Nilikuwa nasikia njaa pastor, si ati nini? Hizi pepe zimetusumbua huku mingi, yani eh hata njeke natuumiza. <laughs> Wona bana. Where are you going? Jesus Christ. You can't leave me to do my things. Sasa utanivua hata tu sindio. Venye ulinileta huku ni kunivua hata tu sasa, sindio? We are here to pray, not to do this witchcraft. Sit down. Sit down. Sunge kataa kuka. I just sat down to listen to your mouth. Now talk. What are you doing? Which nonsense . This is my powers . I can command these powers to kill you right now . Don't play with me even if you are a pastor my friend <laughs> So why are you laughing? Because I see you are stupid stupid like Like like your father. Like your father. father the devil. You're just stupid like me. Like look at you <laughs> Can... Leave me alone. Go, go I don't want to hear your nonsense. Go. My friend, turn your wings. Turn from your wicked wings. Let me sleep. Go. May God have mercy on you.

Yes, pastor. Nasikia umetuleta huku mwenzetu ameshakuliwa na pepo. Awa ona venye sai huyu anaka anaka kama ndeke yenye imeshanyeshewa. Tu ya nja. Angalia venye huyu ako sai. Anaka ni kama mutu anaenda kukuva kesho. Tu ya kukanja. Sawa. Wewe umetutoa kwa makanisa, sisi zisi mapimbi zetu tumewaca nyumbani, umetuleta huku ona venye tuko tunaumia njaa. Sawa. Ol mimi mwenyewe uwezi niweza, wacha nikwambie, sababu kitaka, tunaeza pambana na wewe hapa vibaya sana eaaw, lakini sio mimi. Hey, so, asicheze mi as na mimi pia mimi, acheze na huyu. Cheza na huyu sio mimi hapana, ni 14 days. Urejani, eh? Mchungaji wa Mungu. Lakini usitufanye sisi kwa tunaumia, wewe uko hapa sasa, unaenda sijui kukula huko, sisi tumekaa 14 days tunasikia njaa hapa hivi, haujatupea chakula wala maji, tuko tu hivyo hmm. saa ni 7 days tu jamaa achaenda choo choo kubwa ataenda usome plate yako huko ni hmm? Sawa, hiyo ujinga mimi sitaki, na kama ni hivyo, kanisa yako natoka, sawa hiyo kanisa natoka, sitaki kukaa nje. Tunakuja kufunga for 14 days for what? Ama nyinyi mnaona, acha tuhame kanisa. Tusihame, tuhame, tuhame hiyo kanisa. Mimi mazingomboka hizi ndio mnatufanisha hapa hivi. Kanisa tunahama tu. I fulfill you in the name of Jesus. Sasa unaamua kuwa wenzangu, si ndio? Ujue pia mimi nipe ni pepo kivyangu, sawa? Na mimi pia hautaniweza, sawa? Hautaniweza. Mimi huwezi niweza venye umeweza, uweza hawa, sawa.

Pasta, nimeshukuru. Alikuwa tu ni mutu mwingine. Pole pasta, mi ninashukuru sana, umeniokoa. Sawa. Shukuru Mungu ndiye aliyekuokoa. you, Pastor.